Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya pili ya Pasaka katika mwaka C wa kanisa. Ni Dominika inayofahamika kama Dominika ya huruma ya Mungu. somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tano aya ya kumi na mbili hadi aya ya kumi na sita. somo la pili ni la kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya tisa hadi aya ya kumi na moja a aya ya kumi na mbili hadi aya ya kumi na tatu na aya ya kumi na saba hadi aya ya kumi na tisa na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohana sura ya ishirini aya kumi na tisa hadi aya ya thelathini na moja. Tusikilize Injili takatifu. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi naye akiisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale thenashara Tomaso aitwaye pacha hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako ni uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe, kwa kuwa umeniona umesadiki; waheri wale wasioona wakasadiki. Basi, kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Injili ya Bwana. Wapendwa katika Kristo, kama ambavyo nimeeleza hapo mwanzo kuwa dominika ya pili ya pasaka inafahamika kama dominika ya huruma ya Mungu. Je, ilikuwaje ikaitwa dominika ya huruma ya Mungu? Mnamo mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alimtangaza Sister Maria Faustina kuwa mwenye heri, ikiwa ni baada ya kuchunguza kwa ufasaha na umakini mkubwa maandishi ya huyo sista kuthibitisha kama yanaendana na teolojia na mafundisho ya kanisa, kipindi baba huyo mtakatifu alipokuwa askofu mkuu Baadaye mwaka elfu mbili akamtangaza kuwa mtakatifu. Kwa maana hiyo, Mtakatifu Maria Faustina Kowalska ni kati ya watakatifu waliotangaza, wakashughulikia na hatimaye kueneza baada ya huruma ya Mungu. Na sambamba na hilo, alitangaza rasmi pia kuwa Jumapili ya pili ya pasaka kuwa Jumapili ya huruma ya Mungu katika mwaka huo huo elfu mbili, kwa kupitia barua yake kichungaji aliyoipa jina Mungu mwingi wa huruma, kwa Kiingereza God is rich in mercy, alitoa mwito hususani kwa kanisa kutolea ushuhuda wa huruma ya Mungu. Alisisitiza kanisa alina budi kutolea ushuhuda huruma ya Mungu inayodhihirika katika Kristo ikijitambulisha na kukaa katika maisha ya waamini na watu wote wenye mapenzi mema na kuwaalika wote kuja kuitafuta huruma ya Mungu katika maovu yote na mabaya yote. Hivyo ndugu zangu, Mungu huyu huyu mwenye huruma ya milele ndiye awashaye imani katika sikukuu ya Pasaka. Na masomo ya Dominika hii yamesheheni mafundisho msingi ya kanisa, ikiwa ni pamoja na jinsi nguvu ya imani ilivyodhihirisha katika jumuiya ya kwanza ya Wakristo walioitukuza siku ya kwanza ya Juma ya ufufuko wa Yesu na kuifanya siku rasmi ya sala na kuadhimisha Ekaristi. Kwa maana nyingine, ndiyo chanzo cha sisi wa Kristo kuweza kuifanya siku ya dominika, siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma, siku ambayo tunakusanyika pamoja tukisali na kuweza kuadhimisha Ekaristi takatifu. Kumbe ufufuko wa Yesu bado unaleta taruki juu ya kuamini kama kweli amefufuka au ni uongo, na Wakristo wa kwanza wanakuwa kipaumbele cha kueneza habari hii njema. Wakati huo huo Wayahudi wanawawinda ili wasiwape nafasi ya kueneza habari hiyo ya ukweli, na ndiyo maana wanajifungia, na Yesu anawatokea katikati yao na kuambia, amani iwe kwenu, ikiwa ni kutokana na hofu waliokuwa nayo juu ya Wayahudi. Ni katika Injili tuliyoisikia ambayo imegawanyika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza, ukianzia aya ya kumi na tisa hadi aya ya ishirini na tano. Sehemu hii inahusu Yesu mfufuka kuwatokea wanafunzi wake bila Tomaso aitwaye pacha na kuweka sakramenti ya kitubio. Sehemu ya pili kuanzia aya ya ishirini na sita hadi aya ishirini na tisa hii sehemu inahusu Yesu mfufuka kuwatokea wanafunzi wake na wakati huo Tomaso akiwepo, na sehemu ya tatu ambayo inaanzia aya ya thelathini hadi aya ya thelathini na moja inatujulisha kuwa kuna vyanzo vingine vya mafundisho ya kanisa nje na Biblia takatifu kwa maana siyo yote aliyoyafanya Kristo yameandikwa katika Biblia. Kumbe kuna mafundisho mengine ya kanisa ambayo hayajaandikwa katika Biblia. Haya ndiyo tunayapata katika mapokeo ya mitume kwa baba wa imani na mitaguso mbalimbali mbali ya kanisa. Upendwa katika Kristo, katika hizo sehemu tatu ambazo nimeziainisha kutoka katika Injili yapo mambo mengi sana ambayo tungeweza kuyazungumzia, lakini ningependa nizungumzie jambo moja tu juu ya Tomaso. Kuto kuwepo kwa Tomaso jumuiani kunatudhihirishia umuhimu wa maisha ya jumuiya na pale ambapo tunajitenga kuna mambo mengi sana tunayakosa. Wakristo wenzangu, ni katika jumuiya yaani kanisa tunakutana na kumwona Yesu mfufuka. Vilevile tunaombeana, tunapata mifano kutoka kwa wengine jinsi ya kuishi imani yetu katika matendo. Tunapata faida ya kuonywa na kurekebisha pale tunapokosea, na zaidi ni kujifunza katika hali ya unyenyekevu na kuepuka hali ya kiburi na majivuno. Katika suala imani tumeona Tomaso alichokikosa anashindwa kusadiki juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu hakuwepo katika kundi la wenzake. Na yeye anatamka wazi kwamba hawezi kuamini juu ya ufufuko wa huyu mwana wa Mungu pasipo yeye kugusa majeraha ya Bwana wetu Yesu Kristo katika viganja vyake, kwa anakuwa ni mtu wa kutoamini amini. Na ndilo jibu ambalo Bwana wetu Yesu Kristo anamjibu huyu Tomaso kwamba wewe, kwa kuwa umeniona umesadiki; waheri wale wasioona wakasadiki. Imani ni kuwa na uhakika juu ya mambo yatarajiwayo, ni mambo ambayo hatuyaoni kwa macho yetu. Lakini pale ambapo tunakuwa na tumaini, pale ambapo tunakuwa na mapendo, pale ambapo tunakuwa tumejawa na imani, manake tunakuwa na uhakika kwa kile ambacho hakijatufikia bado. Kwa mfano, yawezekana kila mmoja mahali halipo ana mipango mingi mingi mingi sana katika maisha yake kwa hapo baadaye. Lakini inakuwaje tunakuwa na uhakika kwamba hayo mambo tutayafikia? Ni kupitia imani, kwa sababu tunajua wazi kwamba kwa mapenzi ya Mungu tunaweza kufika siku hiyo. Hivyo imani hiyo ndiyo ambayo inatusaidia sisi tutembee katika nuru ya Mungu tembee katika njia yake ili tuweze kufikia malengo yetu, na mwisho wa siku ni katika kulisifu na kulitukuza jina lake. Kumbe kwa wakati huo huo, ni katika jumuiya tunapata nafasi ya kupendwa na kupenda, ambalo ni hitaji la kiasili la kila mwanadamu, na upendo wa Mungu unadhihirika kupitia wenzetu na sisi wenyewe tunakuwa vyombo vya Mungu kupitishia upendo wake uwafikie wengine. Tuzifanye jumuiya zetu ziwe kweli ishara ya uwepo wa Kristo ulimwenguni ili watu wamtambue Kristo katika matatizo. Suluhisho si kujitenga na jumuiya, bali ni kutatua matatizo hayo. Basi ndugu zangu, kama umejitenga na jumuiya Rudi upesi, shiriki vyama vya kitume, shiriki shughuli za kikanisa ili ukutane na Yesu mfufuka, upate neema na baraka tele. Na kwa mazingira kama hayo tunapokuwa katika bado kipindi cha Pasaka tunapomsherekea Yesu huyu mfufuka katika maisha yetu, ndipo mabadiliko yetu katika maisha ya kila siku Yatadhihirisha juu ya uwepo juu ya imani tuliyonayo kwa Yesu mfufuka. Basi ndugu zangu, kwa kumalizia, tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu wetu ambaye ameaga dunia. Mwenyezi Mungu azidi kuipokea roho yake na aweze kupumzika kwa amani. Raha milele umpe Bwana na mwanga milele umwangazie. Apumzike kwa amani amina. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ninyi ni mzao mteule na ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza